Agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hasani la kutengeneza barabara ya mchepuko katika eneo la Iwambi jijini Mbeya ili kupunguza madhara yatokanayo na ajali za barabarani limeanza kutekelezwa na wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Mbeya. Akizungumza katika eneo unakofanyika utengenezaji wa barabara hiyo mkuu wa wilaya ya Mbeya Beno Malisa amesema tayari agizo hilo limeanza kufanyiwa kazi na wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Mbeya. Mhandisi Masige Matari ni meneja ya wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Mbeya, yeye anaeleza namna anavyotekeleza agizo la rais. Juni saba mwaka huu katika eneo la Iwambi jijini Mbeya, jumla ya watu 28 walifariki dunia na wengine 9 kujeruhiwa kufuatia ajali iliyohusisha magari matatu lori aina ya Skania lenye namba za usajili T 830 EDP lenye tela namba T 148 CTD, Costa aina ya Mitsubishi Rosa lenye namba za usajili T 257 DVP na gari lingine aina ya Toyota Lite Hiace lenye namba za usajili T 185 DMF baa dereva wa lori aina ya Scania lenye namba za usajili T 830 EDP lenye tela namba T 148 CTD kuendesha gari kwa mwendokasi na kushindwa kulimudu gari lake na hivyo kugonga magari mengine mawili. Wilaya hey, yetu hii hususan ni wakazi wa Mbalizi, tulikumbwa na janga ambalo sio geni, uh, machoni kwa wananchi, na bahati nzuri wengi jana na leo ndio wamepumzisha wapendwa wao ambao walipoteza maisha Uh, 28 na sasa katika tukio lile Mheshimiwa Rais alitoa maagizo yaliyopelekea mkuu wa mkoa kutupa sisi maelekezo na hapa sasa tumekuja kufuatilia utekelezaji wa maelekezo yale. Uh, pamoja na mambo mengine ya kibinadamu ambayo alifanya Mheshimiwa Rais. Uh, lakini moja kubwa ilikuwa ni kuhakikisha kutoa maagizo kwamba barabara hii ya bypass irekebishwe na imalizike haraka ndani ya siku tatu, ili barabara hii matumizi yake yaanze mara moja, itumike kama njia ya mchepuko kwenye eneo hili la mlima ambalo limekuwa lina ch changamoto ya mara kwa mara. Kwa hiyo wenzetu wa TANROADS waliingia kazini mara moja na leo tunaona tayari, uh, utekelezaji huo umefanyika kwa kiwango kikubwa. Meneja wa mkoa atatuambia lini wanakamilisha na kama kuna changamoto yoyote, tuone jinsi gani tunashirikiana kuikwamua kuhakikisha maelekezo yale yanatimizwa kwa asilimia mia moja, wananchi wapate barabara ya bypass na maisha yaendelee bila changamoto yoyote. Zoezi hilo limekamilika, serikali imeshaleta fedha, ipo Mbeya na zoezi hilo litafanyika wiki hii. Kwa tunataraji baada ya wiki moja mkandarasi ataonekana site kwa ajili ya kuanza kurekebisha au kutengeneza barabara eneo lile, ili kuepuka adha hii ambayo tumekumbana nayo sisi wakazi wa wilaya hii. Mojawapo ya maelekezo kama alivyosema kwamba hii barabara ilikuwa inatumika kwa magari madogo. kwa tumeanza kwa um, kwa, kwa sisi jana rasmi asubuhi, tunaendelea. Tumeweka vifaa vya kutosha na magreda mawili kuna marola mawili kuna kumwagilia maji pia mawili, na vijana wangu wote na mimi mwenyewe niko hapa toka asubuhi tunaendelea kusimamia hilo agizo. Barabara hii ilikuwa na upana mdogo, upana wake ilikuwa mita 5.5 lakini tunaipanua sasa hivi iwe mita kumi, ila magari makubwa kutoka ile ikizo iliyotolewa, magari makubwa hizo kukishana kwa, kwa urahisi. Lakini baada hapo pia tutawekea changarawe. Changarawe sio kama ilikuwepo, ilikuwepo lakini tunaongelea tunaongelezea zaidi ili iweze kuwa imara kubeba yale magari mazito ambayo tapita katika hii barabara. Kwa hiyo, agizo linaendelea kutekelezwa kama mnavyoona. Ni imani yetu kwamba baada ya muda mfupi kama ulivyosema kuanzia siku tatu mpaka tano hii kazi inakuwa imefika me, sehemu ambayo naweza tukaruhusa sasa so magari makubwa yaweze kupita kupita. Anaitwa uh, mrakibu msaidizi wa polisi Hezron Mkangi uh, mkuu wa salama barabarani mkoa wa Mbeya uh, na kaimu nafasi ya ratio kwa sasa. Uh, kwa jumla kwanza tuko na mheshimiwa mkuu wa wilaya wetu, tunampa pole. Aa, kwa changamoto iliyotokea ya kupoteza wananchi wengi ambao ni nguvu kazi ya taifa letu. Kwa ajili ya taifa letu inataka nguvu kazi, awapoteza, lakini maelekezo kama ambavyo mheshimiwa mkuu wa wilaya ameshatoa kwamba tunayo jukumu kubwa la kusimamia usalama barabarani, hivyo sisi kama maelekezo haya ambayo yashatolewa, tulishaanza jana kwamba tuanze kusimamisha kusimamia kwa kupitisha magari masaa 24, kwa kuyapishisha kabla barabara hii haijatimia, lakini jukumu kubwa sisi kama wasimamizi wa sheria ni kuendelea kusimamia sheria kwa madhubuti. Hatutamuonea dereva yoyote mwari ili kuhakikisha kwamba maisha ya Watanzania yanalindwa wakati wote. Sisi tumejipanga kuhakikisha changamoto hizi zisirudiwe zisijirudie tena kwa sababu rais wetu, mheshimiwa rais wetu, anatumia nguvu nyingi kutafuta resources na kutuboreshea miundombinu, kuboreshea maslahi yetu, kwa ajili ya kusimamia na kulinda maisha ya Watanzania. Sasa sisi kama jeshi la polisi, usalama barabarani mkoa wetu wa Mbeya, ni wajibu wetu ni kusimamia yale maelekezo yake, kuhakikisha Watanzania katika eneo letu hili wanapita wakiwa salama salimini. Lakini si wito wangu kwa madereva na watumiaji wote wa barabara, tushirikiane, panapoonekana changamoto, inapotokea tuchukue hatua madhubuti mapema. Ajali iliyotokea siku zile ni namna moja au nyingine, inaweza kaa ni uzembe madereva wetu. Kama wangechukua hatua uh, kwa dereva ule wa kujiami, tungeokoa maisha ya Watanzania. Sisi jeshi la polisi tunaomba wito, kwa sababu usimamizi wa sheria sometimes inaweza kuwa sio, hatuko sehemu zote, lakini tukichukua elimu tunayotoa kila siku, tukichukua hatua mapema, tukiona tuki tukiangalia mbele tukitabiri cha, jambo linaloweza kutokea mbele tukaamua mapema iwezekanavyo, tunaweza kuepusha ajali. Udereva wa kujiamini naweza kutusaidia kuokoa maisha ya Watanzania wengi ambao wanapotea bila sababu zote za msingi. Kwa jumla, sisi tuko tamamu kwa ajili ya kutekeleza maelekezo ya serikali, tuko kutekeleza maelekezo ya mkoa, tuko tamamu kutekeleza maelekezo ya wilaya kuhakikisha mkoa wetu wa Mbeya inakuwa shwari. Tumeendelea kujitahidi hivyo, changamoto zimetokea, lakini hatutaacha ku, kukaza buti kuhakikisha matumaini ya Watanzania kupitia jeshi letu la polisi, usalama barabarani inadumishwa wakati wote. Uh, barabara hii ni mwarubaini kwa sababu itatenganisha matumizi e, ajali tunajua kwamba pamoja na usimamizi ajali inaweza katokea, ndio maana uh, mikakati hii ni njia mojawapo ya kuweza kupunguza ajali. So it means kwamba kwa, kwa kuweka barabara itatofautisha watumiaji wa barabara hasa za magari madogo na magari ya abiria na malori ambayo ime malori ikitokea ajali inaweza kaleta madhara makubwa kama ilivyotokea, lakini barabara hii itakuwa ni mwarubaini mkubwa sana kuhakikisha eneo letu itakuwa salama wakati wote. kwa majina anaitwa Deo, Deo Kasekwa ni mkazi wa huku huku. Hii barabara kwanza itatusaidia kuondoa foleni lakini itakachosaidia zaidi, kwa sababu kuna magari, kuna kwaga, kuna na ajali inayotokana na magari yale ya mizigo pamoja na abiria. Kwa hiyo ikijengwa, iki, hii barabara itasaidia hata endapo inatokea kule magari yamefunga njia, mfano imetokea ajali, ni barabara ambayo inasaidia kutoa na kuondoa foleni, lakini pia itaongeza ita hata uchumi wa watu ambao wako ukanda huu huku, kwa sababu ikiwekwa lami itakuwa ni kiunganishi, mtu anaamua aiza apite kule au apite huko. Nikiripoti kutoka Mbeya, Yakini Mwangama, Kusaga TV.